Yesu anasema kwamba awezae kuiangamiza nafsi yake na hata iokoa, ila yule awezae kuiponya nafsi yake na ataiangamiza. Ni kwa sababu huyo nasema hivyo. Kwa sasa hivi watumishi wa Mungu wamekuwa na na vitu kadha wa kadha. Watumishi wa Mungu wamekuwa ni watu ambao wanakuwa wanatabiria watu mafanikio hata kama wanaona kwamba watu hawako sawa, wao wanatabiria mafanikio, wanatabiria mambo mema tu mambo mema tu. Lakini kuna vingine kabisa, naona hivi anavyovitabiri hivi, ni vitu ambavyo havina havina maana yote ile, ila wanashindwa kutambua kwamba watu mnavyokuwa mnawatabiria mambo mema tu, mtu anafanya kitu kibaya, unashindwa kumwambia ama mwingine ni kiongozi wa serikali unashindwa kumwambia, wewe unakuwa unaenda kumtabiria mafanikio, mambo mazuri, mambo laini laini, laini. Eh, unamtabiria tu, yaani wewe ni mtu ambaye unatabiri tabiri tu, lakini moyoni unajua kabisa huyu mtu mambo anayofanya sio mambo mazuri. Na ndio maana sasa hivi unaona kwamba hata watu ambao tunakuwa nao ama katika taifa hili sasa hivi kuna vitu vingi vinafanyika, vitu vibaya, dhambi ni nyingi sana. Ni kwa nini? Makanisa ni mengi sana, kila unapopita ni makanisa, kila unapopita ni makanisa, lakini dhambi zinakuwa ni nyingi. Dhambi zinakuwa nyingi kwa sababu viongozi wameacha uwajibu wao, uwajibu wao. Kiongozi, wewe ni taa, wewe ni nuru ya ulimwengu. Sasa kama wewe ni ruru unashinda kuangalia pale kuna ubaya pale pako hivi ukasema kwamba wewe unakaa kimya. Unafanya kazi hii kwa sababu ya tumbo lako. Acha niwaambie watu kama hao hawastahili. Na ndio maana sasa hivi unaona kwamba watu wale watumishi wa Mungu wa kweli kabisa wa kweli kweli, wengi wanateswa, wengi wanateswa, wengi wametiwa magerezani, wengi wanakuwa ndani, na mpaka sasa hivi mpaka hapa sasa hivi tunavyozungumza hapa hivi yupo ndugu yetu yuko amekamata tangia tarehe kumi na tano mpaka leo hii bado yuko ndani anateseka, lakini huyu anahubiri injili ambayo ni Injili kabisa ile iliyo iliyonyooka kwenye mstari kabisa.